Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanatokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii. Leo mbunge wa zamani wa Muleba Kusini, Profesa Anna Tibaijuka, kupitia ukurasa wake rasmi wa X zamani Twitter, amechapisha maneno haya na kusema na yanukuu. Wakati tunasubiri tume ya uchunguzi kutupa taarifa na majibu ya kina kuhusu mauaji ya Oktoba 29, uwajibikaji stahiki na mbinu za kuliponya taifa, tusimpe shetani nafasi ya kutugawa zaidi kwa kisingizio cha propaganda uchwara za udini kwa kuwatumia vijana wasiojitambua kuwashambulia viongozi wa dini zetu mbalimbali. Ni fedheha. Kama ilivyo kwa sisi wazee, ni wajibu wa viongozi wa dini wawe wa TEC au BAKWATA au KKKT na CCT kutulea katika maadili mema ya haki na upendo na kutukumbusha amri za Mwenyezi Mungu. Usiue. Usiibe. Usiseme uongo, ili kutu, kudumisha amani. Tusiwakasirikie na kuwadhihaki wanapofanya kazi zao vizuri. Ni faida kubwa kuwasikiliza. Ndio heshima na hekima. Mwisho wa kunukuu e, chapisho alilochapisha e, Profesa Anna Tibaijuka na kushauri tusisahau kusubscribe kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali mbali.